kupita kabla hawajaoana, mtoto wa kiume akamuona mchumba wake amejituma katika TikTok video ya kujidhalilisha. Mtoto hakuridhika na akamwambia baba yake kuwa hawezi kumuoa mwanamke wa namna hiyo, lakini baba hataki, anamwambia uh, mwanawe amuoe mwanamke huyo huyo na hayupo tayari amuoe mke mwingine. Je, huyu mtoto wa kiume anaweza kuoa mwanamke mwingine bila ya baba yake kushiriki? Jawabu, kwanza huyu baba hana haki hiyo. Hakuna mtu mwenye haki ya kumchagulia mwanawe mke au mume. Kiasi hicho kumchagulia kwenyewe kama hivi, sawa, anamchagulia mwenyewe, sawa, halafu mwenyewe aridhike, yani hilo hakuna mushkila, lakini lazima aridhike mwenyewe, ndio sharia ya kiislamu inavyosema Watu wa wastahi kujiweka wao juu ya sharia ya Kiislamu. Hakuna mtu ambaye kwamba yuko above the law, umefahamiana eh. Mwenyezi Mungu kishamua, mtume wake kishamua. Mtume sallam alikuwa anaambia mtu anakataa kuoa, anaambia je, ushamuona? Ushamtaka? umefahamiana eh. Kwa hivyo ni lazima mtu amtake, na Qur'an ndivyo ilivyosema kwamba, afanki huma ataba lakum minan nisa'i, oweni wanawake ambao kwamba mnaonyi mnawapenda, umefahamiana eh? Na uhuru hupi hapo kwa mwanamke vile vile kwa mwanamke pia ana anaulizwa, je, yeah, ameridhika hakuridhika? Kwa hivyo masuala ya ndoa hakuna mtu anaweza kuingilia, baba au mtu mwingine. Yote kuchagua kumchagulia si vibaya, lakini baadaye mwenye aridhike kwamba huyu sawa, anamtaka na huyu. Mtoto ana akili kubwa sana kwamba huyu mtu kamwacha huyu mtoto kamkataa kwa sababu ya kisheria, kwa sababu yenye ya maana yani. Kwa hivyo oh, mimi namnasihi baba kwanza aache eh, kumlazimisha mwanawe atafute mke anayetaka mwenyewe. Eh, taban ikole, mke ni mtu mbaya, hana tabia sawa mtu, baba anaweza kuingilia hapo, lakini madamu mtoto hapa kaacha mwanamke huyo, kwa sababu huyu kama inakubalika kisharia, basi mtoto ataweza kuwa mke mwingine. E, baba yake atajaribu kila njia kwamba na babake mridhishe, lakini kama hakutaka basi atao anavyotaka mwenyewe mke ambaye kwamba anakwenda kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu mke mwenye heshima mwenye kujistiri mwenye adabu atakayemchungia heshima yake. Eh, Wallahu tabaraka wa taala alam wa ahkam.